TFF ya yawazuia wachezaji wa Simba Sport Club, Yanga, Azam na Singida Black Stars ambapo imeelezwa kuwa wachezaji wote walioko timu ya taifa kule kutoka Azam Eh, Singida Black Stars Yanga na Simba wamezuiliwa na, kuwe, na kutakiwa kwenda Dubai kucheza mechi ya kirafiki dhidi ya Iran ambayo itachezwa tarehe 14 Oktoba 2025 wakati timu zao zina michezo muhimu ya kafu inter club yani utakaochezwa Septemba kwanzia, kwanzia Oktoba 17 mpaka kumi na tisa, na timu zote zinacheza ugenini. Kwa maana hiyo wachezaji wakirudi kutoka Dubai wanaunga na ndege na hawataweza kufanya mazoezi na wenzao kwa ajili ya michezo yao. Je, kuna umuhimu gani wa kuwapeleka wachezaji hawa wakati kuna wachezaji wengi toka timu zingine na pia Je, hii ndiyo kuonyesha ushirikiano na thamani kwa vilabu vyetu kushiriki mchezo wa kimataifa? Kama issue ni kufuata ratiba ya FIFA, je, hapo baada ya timu ziki zikikataa kuchukuliwa wachezaji kabla ya muda wa kalenda ya FIFA kwa sababu ya kujiandaa mapema, kutakuwa na makosa? Mdao anahoji, wachezaji ni mali ya klabu, klabu ndio zinagaramia kila kitu ili mchezaji awe, na bo, awe bora kuwa unapelekewa kuitwa NB kinachokiona katika hii TFF wameshindwa kutumia busara. Ikitokea siku TFF itahitaji wachezaji kabla ya kalenda ya FIFA, klabu zinaweza kutia ngumu, busara itumike. Ni mdau huyu ambaye ameweza kuonesha wasiwasi wake baada ya TFF kuzuia wachezaji hao ambao wangetakiwa kujiandaa na wenzao kama ilivyo kwa sasa, lakini badala yake wameweza kuzuiliwa kuto kurudi kwenye vilabu vyao na badala yake kuungana na timu ya taifa ambayo inategemea kuwa na mchezo wa kirafiki na, ya, ya Iran na, na Tanzania. Hivyo wachezaji hao wakati huo watakuwa na mechi kati ya Oktoba 17 na 19, ambazo mechi zao zote wataanzia ugenini. Hivyo kama watacheza mechi tarehe 14 na nne, basi kwa hivyo vyote vile watakuwa wamebakiza takribani siku mbili, hivyo watafanya mazoezi na badala yake itakuwa waungi moja kwa moja kwenye nje ambazo timu zao zitakuwa zinacheza. Kwa kuwa timu nyingi zitacheza zaanzia nje, ambapo Simba ye ya yatakuwa Eswatini ya akicheza ya na Isingizini ya yao kwa Eswatini, Yanga ye ya yatakuwa anacheza na timu kutokea Malawi huku eh, huku Azam akicheza na Kem Kem kutokea hapa kutokea Zanzibar na Singida Black Stars atacheza na timu kutokea Burundi. Hivyo wote hao watakuwa ugenini na hakuna ambaye atakuwa nyumbani. Hivi kuna uwezekano wachezaji hao wasishiriki mechi yoyote kwenye mashindano kwenye michezo ya mtoano ambayo itakuwa ni ya kuwania ya kuingia katika hatua ya makundi, wengine wa wakiwa wanashiriki kwenye kombe la shirikisho na timu nyingine zikiwa zinashiriki kwenye klabu bingwa barani Afrika, huku Simba na Yanga ni klabu bingwa, Azam na Singida Black Stars watashiriki kombe la shirikisho.